Uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 au aukuathiri tu siasa za nchi bali pia ulimwengu wa burudani. Wasanii kadhaa walijikuta wakikumbwa na upinzani mkali kutoka kwa mashabiki wao baada ya kuonyesha wazi misimamo yao ya kisiasa. Katika jamii inayogawanyika kisiasa, msanii anapochukua upande mmoja, mara nyingi hujikuta akikumbwa na madhara ya kijamii na kitaaluma. Mijadala kwenye majukwaa mbalimbali ilionyesha kuwa mashabiki wengi walikerwa na kile walichokiita wasanii kuwa machawa wa siasa. Baadhi ya wasanii waliokuwa mstari wa mbele kwenye kampeni walionekana kama wanatumika kisiasa, badala ya kuwakilisha sauti ya wananchi. Hali hii ilisababisha baadhi yao kupoteza uaminifu wa, wa mashabiki, hasa wale waliokuwa na mitazamo tofauti ya kisiasa. Sababu za kutengwa kwa wasanii ni kujiunga wazi na chama au mgombea fulani, hasa katika mazingira ya kisiasa yenye mgawanyiko mkubwa. Kauli tata au vitendo vya kisiasa jukwani, kama vile kushabikia chama hadharani au kutumia majukwaa ya burudani kwa kampeni. Kushindwa kuonyesha msimamo wa wakati ambapo mashabiki walitarajia wasanii wabaki kuwa sauti ya wote <totipi> wasanii ni kupungua kwa idadi ya mashabiki kwenye mitandao ya kijamii, kususiwa kwa nyimbo au matamasha, kukosa mialiko kwenye baadhi ya matukio ya kijamii au kibiashara, kuwekwa kwenye orodha ya wasanii wa chama, hali inayowapunguzia uhuru wa kisanii. Je, wasanii wanapaswa kujiingiza kwenye siasa? Swali hili limeibua mjadala mkubwa. Wapo wanaoamini kuwa wasanii wana haki ya kutoa maoni yao kama raia, lakini pia wapo wanaoamini kuwa nafasi yao ya ushawishi inapaswa kutumika kwa busara bila kupendelea upande wowote. Katika mazingira ya kisiasa yenye hisia kali, msanii anapochukua msimamo mmoja huweza kupoteza sehemu kubwa ya mashabiki wake. Kwa sasa, wasanii wengi wa Tanzania wanapitia kipindi kigumu kiuchumi na kisanii, huku baadhi wakikumbwa na changamoto za soko mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa ripoti na mijadala ya hivi karibuni kwenye majukwaa ya burudani na mitandao ya kijamii, hali ya wasanii wa Tanzania kwa sasa imegubikwa na changamoto kadhaa. Mmoja, kudorora kwa umaarufu wa nyimbo mpya. Nyimbo nyingi mpya kutoka kwa wasanii hazifanyi vizuri mitandaoni kama ilivyotarajiwa. Watangazaji wa burudani wameeleza kuwa wasanii wanaogopa kuachia kazi mpya kutokana na hofu ya kutopokelewa vizuri. Mbili, kuhairishwa kwa matamasha ya ndani. Baadhi ya wasanii wameamua kuahirisha au kufuta kabisa maonyesho ya ndani ya nchi wakihofia kutopata mashabiki wa kutosha au hasara ya kifedha. Hali hii inahusishwa na kupungua kwa mapato ya watu, hali ya kisiasa baada ya uchaguzi na mabadiliko ya ladha ya mashabiki. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, baadhi ya wasanii waliotajwa kuwa karibu na vyama fulani walikumbwa na upinzani kutoka kwa mashabiki, hali iliyowaathiri kibiashara na kijamii. Hii imewafanya wasanii wengine kuwa waangalifu zaidi kuhusu maoni yao ya kisiasa hadharani. Ingawa mitandao ya kijamii bado ni jukwaa muhimu kwa wasanii, imekuwa pia chanzo cha mashambulizi ya maneno, kusambaa kwa skendo na kushuka kwa hadhi ya baadhi yao. Wengine wameamua kupunguza uwepo wao mtandaoni ili kujilinda kisaikolojia. Kwa ujumla, tasnia ya muziki Tanzania iko katika kipindi cha mpito. Wasanii wanahitaji mikakati mipya ya kujitangaza, kushirikiana na kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia na kijamii, ili kuendelea kuwa na ushawishi wa mafanikio. Wasanii wa Tanzania baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, wamejifunza kuwa ushawishi wao unaweza kuwa na gharama kubwa kisanii. Katika jamii inayotegemea sana burudani kama chombo cha kuunganisha watu, msanii anapaswa kuwa makini na nafasi yake, hasa katika nyakati za kisiasa. Hata hivyo, uhuru wa kutoa maoni ni haki ya kila raia, lakini kwa msanii, kila neno linaweza kuwa na athari kubwa zaidi.